Nikiondoka kesho ni dunia. Basi alama iwepo kwa shish binti wa Mungu, alipitia maisha ya magumu lakini naye alinua wengine. Kwa hiyo alama itabaki unaruhusiwa kutoa ni moyo. Yaani, unajua watoto hawa hawaishi. Hakuna mtu amezaliwa kwamba anataka kuwa mtoto wa mtaani, hapana. Nakataa ila inatokea. Kwa hiyo mtu anapokuja na shida, wewe kama unaweza msaidie tu au sio? Hmm, maana hmm. Mimi nimesaidia watu wazima na sio watoto wa mtaani. Lakini nimesaidia. Si ndio? Hauna mpango wowote labda pengine kufungua kituo cha watu wazima. Mimi nimeambia hata watoto wangu. Nadhiri nimeiweka panapo uhai, inshallah. Mungu akiniweka hai. Nikifika miaka 50 na kuendelea, basi mimi naacha kila kitu na kuwa na kituo changu yatima, hata huko Mbweni mbali kuna kujenga Bagamoyo. Nikae na watoto nisikie raha tu. Ndo yani naomba sana ambatana na vingi, au, kwa Mwenyezi Mungu inshallah Iftari inaambatana na <coughs> la... zawadi gani kwa inaambatana si nimekuambia na vitu vingi au na nini? kuambatana nimekuozesheanvipo sabuni kuna mafuta kuna mchele kuna unga kuna sukari kama ambavyo unaviona. Kwa vituo vyote. Kwa vituo vyote huwezi kuwa na makadirio hmm, ya vyote kwa pamoja lakini TV ziko ngapi? Um, TV zinatakiwa kumi tumepata tatu. Alafu uh, vitu vingine watu wameniahidi wenyewe, hiyo sikutaka kuipeleka public, lakini baadaye siwezi kufanya peke yangu. Kwa hiyo kama kuna watu wataguswa, wa wachangie tu, mimi sihitaji pesa ya mtu lasha, hapana kabisa ha, sitaki sawa, sawa. Shule pengine mtu anaweza kuona labda kuna Shish Foundation Shisha na familia kubwa hatujaiona familia ya Shisha. Kama yashishikama hivi marafiki zako, marafiki zangu wapo. Shemeji yenu yupo bado hajani, kifupi yupo kazini yuko, kazi. Yuko Dodoma ila ameni kwa kila kitu naanajua, yes, na anajua nab... kinachoendelea Yes. Mchango wake Yeah. Kuna sasa hivi. Ameichangia baadhi ya vitu